eni rasmi kuwa wilaya ya Kigoma kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi hili. Niwashukuru VETA na niwashukuru wa wajumbe wote na wote waliohudhuria mafunzo katika kipindi hichi cha miezi ya karibuni. Wito wangu kama mamlaka thing ya udhibiti wa usafiri ardhini, tulikuwa tuna changamoto ya muda mrefu sana ya utoaji wa leseni za vyombo hivi. Ifahamike, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini zamani ikiwa inafahamika kama Sumatra ina wajibu wa kisheria wa kutoa leseni za usafirishaji kwa vyombo vyote vinavyofanya shughuli ya usafirishaji kwa njia ya vyombo vya abiria na vya mizigo. Tumekuwa tukipata changamoto kubwa kwenye kundi hili la bajaji na bodaboda, lakini na matumaini kwa mwenendo huo ambao tunaenda nao wa kuingia kwenye mafunzo na kuweza kupata leseni za udereva tutarahisisha sana shughuli hii ambayo ni kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano. Sina mengi sana kwenye hili, naomba ni baada ya afuraidi niwakaribishe katika ofisi ya Latra, tuweze kuendelea na prosesi nyingine ambazo za upataji wa leseni za usafirishaji. Mfanye shughuli kihalali. Asanteni sana.